Hamuko katika imani moja. Unaweza patizwa mara ya pili iwapo walipatizwa kwa pesheni. Unaweza patizwa mara ya pili kama ulipatishwa chini ya bendera. Unaweza unaweza patizwa mara ya pili kama waliwasha moto wakasema, ruka moto waanguke sehemu upande ule mwingine kwa mmepatizo. Upatizo ni moja. Ama uko kwa Biblia, wa maji mengi, wa maji mengi. Upatizo ni moja. Yesu alipelekwa kwa Yordani, ndani ya maji mengi. Yesu hakupelekwa kanisa kupatizwa kwa peche. Yesu alipatizwa kwa maji mengi na yeye ndiye mfano tunayofuata. So unaweza patizwa mara ya pili. Kama ulipatizwa na hakuna impact yoyote ulifanya, kama kuna mwingine alipatizwa mahali na alipopatizwa, mateso yalianzia hapo. Wakati, alikuja nikamwekea mkono nikifanya galiba huyo mchungaji akaongea ndani mwake, akasema, huyu ni wangu, ni mimi nilipatiza, ni wangu . Nikamuuliza kwa nini. Akaniambia kila nayepatiza nimeweka kove na ndani mwake. Nikamuuliza, na wewe unatumia nguvu gani? Akaniambia yeye ulala kwa cemeza, kila saa tatu usiku akiamka, zande kwenda upatizo watu wanapatizwa na waondoke Ukiambiwa kula kwa chenesa ni mtu mgani? Chichasie uko pamoja, so kuna watu waliyekupatiza maisha yako yakaaribika, maana hawana roho mtakatifu, hawana roho wa Mungu. Nakumbuka ule pastor alinipatisha kwa pesheni alinipatiza kwa pesheni, nikapokea kimu ya pombe. Aliponipatiza nilitoka express bila kwenda nyumbani, kiwa na kati ya upatizo. Nikaingia kwa changaa, nikakonga kilasi tatu, nikakonga pusaa, nikaondoka nikaenda. Maana alinipatiza yeye, ni murezi, ili lazimu nirudi nipatizwe upya, ndiyo nipokee kiwango kingine nipokee kiwango kingine. Kama ulipatizwa na mtu ambaye anapenda mitina, mtu ambaye ako na wivu, atayekuona mwingine ameinuliwa na yeye ni pasta, akikuona wewe umeinuka, anaanza kupiga vita ati kuporomoke akiona kitu kimepanda. Yani wengi imani yake unahitajika. Hao ndio watu naongelea, unaweza patiswa pia. Tuko pamoja. Bwana Yesu asepiwe, Bwana Yesu asepiwe. Kwa, kwa, kwa nini nasema tunafaa kupatiswa pia? Waefeso mlango wa nne mstari wa tano kwa nini tunafaa tupatizwe tena? Ili tuweze kutembea kwa imani moja na wewe, tuko pamoja. Na tuwe na Mungu moja na wewe, na upatizo moja na wewe, tuko pamoja. Bana Yesu asepiwe, na upatizo moja na nani? Na wewe yako kama yambatani na mchungaji aliyekupatizwa. Hata mimi kama imani yako aiambatani ya na mimi, usikubali nikupatize. Lakini kama imani yako inaambatana na mimi, kubali nikupatize, ufanyike kwa mwana katika ufalme wake Yesu. Unayandika ubatizo sio kuact act, ku ubatizo ni reality. Ubatizo sio ku act ni reality. So unaweza patizwa, ndio imani yako na wewe tisitafauti, maana upatizo ni reality. Ni baadhi ya imani, o o o a o a, twende kwa moja katika ubatizo.